Wapo Watanzania ambao kila wakiona jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaheshimika duniani, kazi yao ni kushusha heshima ya nchi yao. Na waomba tuwachane nao, tuwachane nao, waacheni waende kivyao vyao, wacheni waende kivyao vyao, au sio wenzetu? Mwisho niseme tarehe 29 Tutoke wote twendeni kwa pamoja. Ukiamka asubuhi, amsha rafiki yako. Kama una familia, kila aliandikishwa ndani ya nyumba yako, toka naye. Mabalozi wetu, hakikisheni watu wako wote walioandikishwa wanakwenda kupiga kura. Tunatiki, nendeni kachagueni chama cha mapinduzi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa Chama cha Mapinduzi, wabunge wa Chama cha Mapinduzi, madiwani hawa ambao ndio wanasimamia utekelezaji wa miradi kwenye maeneo yenu, kachagueni wa Chama cha Mapinduzi. Mkiwachanganyia sauti zitagongana. Huyu anasema ndio, huyu anasema sio, huyu anasema tukajenge, unasema tusubiri, maendeleo yatachelewa. Kwa ndugu zangu, mimi mgombea urais, wagombea ubunge na wagombea udiwani wote, tunaomba kura zenu. Mungu awabariki. Wa tarehe ishirini na tisa mwamke salama na furaha, tukafanye jambo letu. CCM oyee! yeah.